Naitwa Ernesta Joseph Malia. Karibuni sana katika banda la halmashauri ya wilaya ya Mkinga, muweze mkajionea bidhaa mbalimbali za chakula zinazozalishwa wilaya ya Mkinga katika maadhimisho haya ya wiki ya chakula duniani, chini ya kauli mbiu tuungane pamoja kupata chakula bora kwa maisha bora ya baadaye. Halmashauri ya wilaya ya Mkinga imeweza kuwasilisha bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa katika wilaya yetu. Bidhaa hizo ni pamoja na asali ambayo inarinwa kutoka katika misitu um, ya wilaya ya Mkinga, lakini pia tuna viungo mbalimbali vya chakula kama iliki, mdalasini, karafuu ambavyo vinapatikana katika halmashauri yetu. Na pia halmashauri ya wilaya ya Mkinga tuna lima zao la mihogo kwa wingi, na katika maonyesho haya tumeweza kuwasilisha unga wa mihogo, lakini pia na bidhaa zake zikiwemo tambi za mihogo na bidhaa nyingine. Na hata pia katika upande wa lishe halmashauri ya wilaya ya Mkinga tunaendelea kutoa elimu mbalimbali ya ulaji kwa kuzingatia makundi sita ya chakula ambavyo vyakula hivi tunazingatia vyakula ambavyo vinapatikana katika wilaya yetu. Kama mnavyoona kuna mfano wa sahani ya chakula ambayo ipo katika mwongozo wa ulaji Tanzania bara, ambao tunaelimisha wakulima wetu waweze kula vyakula mbalimbali mbali, na waweze kuwa na afya njema, lakini pia tunatoa unasii wa wakusa na elimu ya lishe kwa kuwapima uzito na urefu na kuweza kuwapa ushauri namna gani ya kuweza Kuzingatia lishe bora. Karibuni sana ya Mkinga muweze mkajionea bidhaa mbalimbali. Kwa majina naitwa Maria Fredrick Shemkala nimetokea katika wilaya ya Mkinga nimekuja Tanga kwa ajili ya maadhimisho ya wiki ya chakula duniani kwa hiyo kutoka kwenye wilaya yetu ya Mkinga sisi tunazalisha sana zao la mhogo ambao zao la mhogo ni, ni mizizi ambayo kwenye yale makundi sita ya vyakula lazima zao la mhogo utalikuta lakini kupitia huo mhogo pia tumezalisha unga ambao huu unga tunautumia kwa kutengeneza tambi, tunautumia kwa kutengeneza klipsi, tunatumia kwa kutengeneza biskuti. Kwa hiyo unga wetu wa mwogo sasa hivi umeboreshwa na ni mzuri na unapatikana katika wilaya yetu ya Mkinga. Jina ni Farida Hamisi Shembaruku kutoka kata ya Mwakijembe, kijiji cha Mbuta, wilaya ya Mkinga. Tuko hapa kwa siku ya chakula duniani. Ilimanisha ujasiriamali wa asali ambayo ni nyuki wakubwa Asali hii ni chakula chetu ambacho wa kinatusaidia wananchi katika maisha yetu au wa Watanzania wa katika maisha yetu kwa wilaya ya Mkinga. Asali inatujenga kiafya, inatuponya magonjwa ya vidonda vya tumbo na inasaidia kikohozi cha mbali kwa mbali. Karibuni kwenye banda la Mkinga kwenye kiwanja cha Usagara kwa ajili ya kujipatia asali ya nguvu na ya asili. Karibuni sana. Naitwa Joyce Mbene, jasiriamali wa viungo vya chai kama karafuu, dalasini, dalasini, iliki, pilipili manga ambazo zinatoka kwenye kata ya Kigongoi Mashariki kuja hapa Usagara kwa ajili ya kuleta mazao haya ambayo yanasaidia kurutubisha afya na boresha afya ili upate maisha mazuri mema ya baadaye anasaidia kuondoa maradhi kama kifua, kutumia hii karafuu, kutumia pilipili manga inasaidia pia kwenye tumbo. Mtu ambaye mama amejifungua, inasababisha maziwa yanatoka kwa wingi, ili mtoto apate maziwa ya kunyonya. Kwa hiyo inasaidia pia kutoa sumu mwilini. kama una uzito mkubwa basi karafuu huchemsha, ufinywa na kupunguza uzito. Karibuni kwenye banda letu hili la Mkinga, wilaya ya Mkinga, ili mje mjionee mazao haya mazuri ambayo yanaweza kuboresha afya zenu.